Yes bana, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya watu mia moja wameweza kupoteza maisha mwishoni mwa juma kuweza kufuatia bana, mafuriko katika bana, kijiji cha Kasaba, Wilayani Fizi kutokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu mia moja wameweza kufariki, yaani ni zaidi ya mia moja wameweza kufariki mara baada ya mafuriko kuweza kutokea katika kijiji hicho cha Kasaba. Sasa mkasa huo pia uliweza kutokea usiku wa Jumamosi baada ya mvua kubwa kunyesha katika, kijij... katika kijiji hicho kilichopo kwenye mwambao wa Ziwa Tanganyika. Juhudi zinaendelea za kuweza kupata miili ya wahanga, huku familia nyingi zikiwa zimepoteza makazi, lakini pia kupoteza E, ndugu zao. So uchunguzi unaendelea kufanyika kutokana na miili ambayo pia inaweza kuwa kwisha imebebwa na yale ma, mafuriko na kuweza kutupiliwa labda mbali na vitu vingine kama hivyo. Tunajua kabisa mafuriko huwa yanakuwa yanasababisha vitu vingi sana kuweza kutokea kama hivyo. Unapo unaona kwamba imeweza kuharibu pia baadhi ya makazi ya watu ambao pia walikuwa wanafanya kutokea huko Kongo. So kuna baadhi ya watu pia wanakosa kazi kwa sababu ya mafuriko hayo, lakini pia machafuko tofauti tofauti. Hasa katika jiji la Dar es Salaam pia kwa sasa hivi kumekuwa kuna baadhi ya sehemu nyingi kuwa na mvua nyingi sana, barabara zinazidi kuchafuka, lakini mafuriko kwa kwa sasa hivi ni kwa namna fulani kama yameweza kupungua katika jiji la Dar es Salaam, lakini pia wenzetu huko Kongo zaidi ya watu mia moja wameweza kupoteza maisha mara baada ya mafuriko haya kuweza kutokea katika eh, kijiji eh, cha Kasaba ambacho kinapatikana huko eh, wilayani Fizi, eh, nchini eh, Kongo. Yapi maoni yako kuhusiana na masuala mazima eh, ya mafuriko mafuriko? Kitu gani kiweze kufanyika eh, either eh, serikali iweze kutoa misaada kwa kwa watu kama hao eh, kutokana na mafuriko, kwa sababu hakuna ambaye anakuwa anapanga vitu hivi